aya muntazi jiske the din raat mo amma khul gaya roshan hui baat Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ndugu mtazamaji wa MTA Afrika karibu tena katika MTA Studio za Kenya kwa ajili ya kuendeleza mada yetu ile ile ya maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake, ndani ya studio upo nami Abdul Basit Ali. Naam, katika kipindi kilichopita tuliweza kugusia mada kadha wa kadha katika maisha ya Masihi aliyeahidiwa, kwa mfano kwa nini aliandika kile kitabu kuondoa kosa moja, kwamba aeleze habari ya unabii na kwamba yeye ni nabii katika hali gani na watu waliweza kufahamu kweli masihi aliyeahidiwa ni nabii wa Allah. Lakini vilevile vile pia aliweza kueleza kwa upana na urefu masuala ya khatama nabiyin, kwamba ni ubora wa unabii lakini sio umwisho wa unabii. Vilevile nam, katika siku ya leo hii tutakuwa na mada kadha wa kadha, lakini pia ndani yake tutagusia kuhusiana na maisha ya mwisho kabisa ya masihi aliyeahidiwa ambayo ndani pia kuna habari za huzuni sana ambazo zimehusiana na kifo cha mpendwa wetu huyu Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Na mpaka hapa na kuleta katika studio yetu, ambapo tunao walimu wetu wapendwa. Upande wangu wa kulia niko naye mwalimu Muhammad Musa Uponyo. Mwalimu Sahib, karibu katika kituo chetu. Asante sana bwana mtangazaji. Lakini vilevile vile pia katika upande wangu wa kushoto ni naye mwalimu wetu mpendwa Abdallah Haji Wanyasi. Mwalimu pia karibu sana katika kituo hiki cha MTA Studios Kenya. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, ipo wazi kwamba mada ni ile ile, maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake, na tunaenda katika hatua za mwisho mwisho za maisha yake ya huyo mpendwa wetu Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake, katika upande huu wa kuelekea mwisho tuliweza kuona kwamba pia kuna huyu bwana ambaye aliitwa Sahibzada Sahibzada Abdul Latif. Huyu bwana alikuwa ni mchamungu mmoja ambaye anafahamika sana kule upande wa Afghanistan. Kuhusiana na huyu bwana Masia aliahidiwa, kulikuwa na utabiri gani? Lakini vilevile vile pia Mwalim Saib, katika kifo cha huyu bwana ambaye si mwingine ni Sahibzada Abdul Latif Sahib Shahidi, kulikuwa na habari gani kuhusiana na utabiri wake lakini pia na kifo chake vile vile. Asante uh, sana bwana mtangazaji uh, Seidna Ahmad alaihi salatu wasalam, kama masihi wa mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasalam, ujumbe wake ulilenga kufika katika pembe zote za dunia, sio tu pale India peke yake. Kwa hivyo tulivyoona kule mwanzo ni kwamba alianza kupeleka ujumbe wake hata kule Ulaya na pia ujumbe uliweza kufika nje ya India, India kama sehemu za Afghanistan. Kwa hivyo miongoni mwa watu ambao walimkubali Sayyid Ahmad alayhislam nje ya India kula Afghanistan ni huyu ulivyosema bwana Sahib Sada Abdul Latif Shahid. Huyu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na nafasi kubwa na heshima na cheo katika serikali ya Afghanistan. Kiasi kwamba alipata nafasi na ile heshima ya kumvalisha yule Amir, yule Amir wa Afghanistan kilemba cha ufalme wakati akitawazwa kuwa kwa mfalme. Alikuwa ni mchamungu wa kiwango cha juu na alikuwa na wafuasi wengi kula Afghanistan. Kwa hivyo huyu bwana aliweza kumwomba sana Mwenyezi Mungu kwamba alete mujaddid, yani alipoona hali ya Uislamu ilivyokuwa ikienda, alikuwa na uchungu katika roho yake, basi akawa namuomba sana Mwenyezi Mungu kwamba alete mujaddid ambaye mwenye shani kubwa atakayenusuru dini tukufu ya Kiislamu. Basi katika ile hali akawa na bahati ya kwanza kupokea vitabu vya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo akawa na visoma, akifuatilia habari zake, basi akatamani sana kwamba angepata nafasi aonane na, na huyu mujaddid wa zama kwa hivyo wakati ule ilikuwa na karibia wakati wa hija, na kukakuja katika roho yake wazo kwamba apate nafasi kwenda kufanya hija. Basi akamuomba mfalme yule Habibullah nafasi ya kwenda kufanya hija. Basi mfalme alifurahi sana, kwa sababu alikuwa ni marafiki wa karibu, basi akampa nafasi na akampa pia na hela za kumsaidia safarini. Basi, katika safari huyu bwana Abdul Latif Shahid radhiallahu anhu akafikiria kwamba hii ni nafasi nzuri apitie kule Kadiani amwone Sidna Ahmad alaihi salatu wassalam. Basi alipofika kule na kumwona basi akajawa na mapenzi ya hali ya juu, akazama katika mapenzi na mjadidi wa zama zile, kiasi kwamba alichukua kule miezi kadhaa mpaka hata ile safari ya hija haikufanyika. Basi kule akapata ile faida na nafasi ya kupata elimu kutoka kwa mjadidi wa zama Ahmad, alaihi salatu wassalam. Na wakati wake wa kutoka ulipofika, basi akafanya mataarishi ya kuondoka lakini kabla ya pale, rafiki yake mmoja alisema kwamba Saib Sada Abdulatif Shahid alikuwa akipata ufunuo uliosema kwamba alitakiwa kwenda kutoa maisha yake kwa ajili ya kujirekebisha katika ile, ile nji ya, ya, ya Afghanistan, na alikuwa akikariri ufunuo mara kwa mara. Kwa hivyo, wakati wakiondoka, kwa sababu ya ile mapenzi na uhusiano wa karibu, Sed Ahmad alimsindikiza mpaka mbali sana ili kuagana. wakati wakiagana Abdulatif Shahid alianguka miguuni mwa Sayyid Ahmad alayhi salamu kama ile hali ya heshima. Sayyid Ahmad alayhi salamu hakuwa kipenda heshima namna hiyo kwamba mtu amwangukie miguuni na kumshika kwa sababu ile heshima. Kwa hivyo akamwambia kwamba inuka. Lakini Abdul Latif hakupenda kuinuka kabaki pale pale miguuni. Lakini baadaye Sayyid Ahmad alimtuliza akimwambia kwamba al-amru fawqa al-adab. Bas, aliposikia maneno akainuka kwa, kwa moyo mzito. Basi Masihi anamwambia huyu bwana Sebzada kwamba al amr fauka al adab e, ni kweli kwamba amri ya Allah tayari imeshakamilika katika kanuni zake e, bila shaka lazima lile ile ahadi aliyopewa na Allah iweze kutimia, ni kweli. Kwa hivyo huyu bwana akainuka, ingawa kwa, kwa, kwa moyo mzito, lakini akamwambia Sidna Ahmad alaihi salatu wassalam kwamba Masihi aliahidiwa Mjadid, ile hofu na wasiwasi nilionayo sababu ya kuangaika kwangu roho yangu ni kwamba na yakini kwamba hatutapata kuonana tena katika haya maisha ya, ya, ya sasa. Basi wakaagana, akaondoka kwa moyo mzito akitirikwa na machozi. Basi yeye akaanza safari kurudi kule nyumbani Kabuli. Basi kule safarini, mara kwa mara aliwaambia ali wale wanafunzi wake kwamba nahitaji na, na kutoa damu yangu kule Kabuli, ardhi ile, ile, ile nji iweze kupata kujirekebisha basi alifika kule nyumbani akapita mpaka nyumbani kule coast sababu alikuwa ni, ni mwenyeji wa coast kule Kabul Kabul. Basi kama ada na desturi alihitaji kuleta taarifa ya safari kwa, kwa mfalme yule Habibullah, amweleze kwamba hija ilikuwa namna gani na nini na nini, lakini mfalme alishapata taarifa kimbele kwamba huyu bwana hakuenda hata hija, bali alienda Kadiani kukutana na Mirza Ghulam Ahmad alayhislam na amefanya hata baiyati yake. Basi huyu mfalme akawa amehamaki na ameshafanya mipango ya kumaliza yule bwana kuondoa maisha yake. Kwa hivyo alipokuja Kabul kwa mfalme kuleta zile habari, basi akakuta kwamba mambo yamebadilika, yule mfalme ambaye alikuwa rafiki yake, ule urafiki sasa hata haupo na hata hana mapenzi ya kuonana naye naam, bali akasema kwamba mtengeni huyu, sababu kwa itikadi yao ilikuwa ni kwamba wao walikuwa wanamwona kwamba yule anayeungana na Ahmad alislam sasa tena si mwislamu. Kwa hivyo akamwambia kwamba mtoeni huyu mbele yangu basi wakawa wamefanya mipango na yule yule mufti aliyekuwepwa Katula ambaye alikuwa pia ni ndugu ya ya huyu mfalme, basi wakafanya mipango ya ku ya kumaliza maisha bwana huyu Abdul Latif Shahid kwa njia ambayo si ya haki, bila kosa, ikiwa tu kwamba amemkubali mjadid wa zama. Yani ni kwamba yule waliokuwa wakimchukulia mcha Mungu leo wamesema yeye ni kafiri. Ni kweli, na kulingana na wao kafiri anauawa. Ni kweli. Basi Bina wakafanya ile mipango ya kumua huyu bwana wakampeleka mahali fulani kule ambako wali walimsibia katika shimo kiwango fulani, wakaanza kumpiga kwa mawe kwa amri ya yule ndugu yake mfalme hamna. Basi Abdulatif Shaida akawa amekufa kifo cha uchungu kwa namna hii, kwa kupigwa maelfu ya mawe. Sna Ahmad alaihi salatu wassalam katika kitabu chake Tadhkiratush Shahadatain, akishapata habari hizi aliandika kitabu kwa uchungu akisema kwamba nji ya Afghanistan ile dhuluma ambayo imefanyika kwako ni dhuluma kubwa kiasi kwamba yale matokeo yake yatakuwa ni hatari, kwamba huyu mfalme atajutia kile kitendo ambacho alifanya, na ardhi hii ishuhudie kwamba kumefanyika kosa kubwa ndani yake, kwamba kumemakwa damu, damu ya mtu ambaye hana kosa. Basi matokeo yake yalikuwa ni kwamba baada ya muda mfupi kukazuka kipindupindu kikubwa katika nji ile ambayo ililikisha watu wengi kweli kwelikweli, watu walikufa ambao hawakuwa na hesabu na si tu watu wa kawaida, mpaka familia mfalme watu waliweza kufariki pale, mpaka yule ndugu yake, mke wake alifariki, mtoto wake alifariki. Watu walikufa kiasi kwamba mtu wali, ha, hakufikiria hata kuhusu mwenzake, kila mtu hata kila akawa sasa anahofia ile hali yake kwamba itakuwa namna gani. Kwa hivyo, kutokana na ile onyo la sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam, na kumbuka, alisema kwamba kitambo amefariki hapa Abdurahman ambaye alikuwa ni mfuasi wangu, lakini Mwenyezi Mungu alinyamaza, lakini kwa kifo cha Abdulatif Mwenyezi Mungu sasa hata nyamaza bali atafanya mambo ya ajabu katika nji ya Afghanistan. Na kweli bwana mtangazaji, kile kipindupindu kilichozuka katika Afghanistan hakikujua mipaka kwamba wee ni mfalme we ni, ni raia wa kawaida hakikujua, bali kikaangamiza karibu watu ambao hawana hesabu. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, haya ndio yaliyotukia katika Afghanistan, na huyu ndio aliyekuwa Saibsada Abdulatif radhiallahu anhu ambaye alikufa kifo pasipo haki na Mwenyezimungu akaleta athari ya kuangamiza wale ambao walichangia kwenye kifo chake. Naam. Naam, Mwalimu Sahib tumepata kusikia habari ya huyu mpendwa wetu ambaye ni shahidi vile vile mbele ya Mwenyezi Mungu. Naam, katika hali hii ya maisha ya Masih aliahidiwa tumeambiwa kwamba alikuja na taratibu za bahishti makbara. Hivi, hii bahishti makbara kwa ajili ya watazamaji waelewe inamaanisha nini lakini pia ni kanuni ama ni masharti gani ambayo waliyaweka kulingana na watu ambao wanahusika na hiyo bahishti makbara. Asante sana ndugu mtangazaji, ni kweli kabisa Masihi Maud alaihi salaam mm -hmm. alifika aliwaza kwamba kujengwe mahali ambapo panaitwa bahishti makbara, ambayo ilikuwa ni sehemu ya kuzikana kwa hakika. Uh, kwa hiyo... sehemu ya kuzikana, sehemu ya kuzikana. Na, kuzikana. Okay. na hasa maana yake ni ya kwamba ni mahali pa kuzikana pa watu wema sasa Masihi Maud alaihis salaam alikuja na wazo ya kwamba sehemu maalum itengwe, uwanja maalum uje utengwe, na itengenezwe sehemu sawa na itikadi ama na mila ama na mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu ambayo itakuwa sehemu kwa ajili ya kuzika watu wema. Katika maandishi yake akasema ya, ya kwamba wakati mmoja alipelekwa, aliona katika hali ya ruya ya kwamba sehemu maalum ambayo ni nzuri kabisa ambaye asema kwamba hata ule u, uwanja ule alionyeshwa na akaonyeshwa sehemu ya kaburi lake, na ile sehemu ya kaburi yake ilikuwa inang'aa sawa na fedha, na hasa alipoambiwa kwamba hapa ndio sehemu ya kaburi yako, ikawa sehemu ile ni mchanga, ni fedha tupu kwa hivyo katika harakati hizo Masihi Maud alaihis salaam akasema kwamba sehemu hii iwe ni sehemu ambayo itakuwa ni sehemu ya bahishti makbara ama sehemu ya kuzika watu wema. Aliweka masharti angalau kwamba yule ambaye atazikwa katika sehemu ile ya bahishti makbara awe ni mtu ambaye amechangia gharama ya sehemu ile, alafu la pili ikawa kwamba angalau ni yule ambaye amewakati wa kufa kwake atoe wasia ya kwamba asilimia kumi ya mali ambayo anaacha nyuma itatumika kutangaza dini tukufu ya Kiislamu. Vile vile akasema kwamba na watu ambao wazikwe pale, sio tu ya kwamba watu hivi hivi, bali wawe watu wema, watu waaminifu ambao wanazingatia dini tukufu ya Kiislamu, wanaepuka na haramu. Hivi hivyo akaona kwamba yule ambaye pengine ni mcha Mungu ametoa wakfu maisha yake mi ni ghairi ya kwamba hana gharama hana hela ambayo ametoa kwa ajili ya kugharamia sehemu ile, lakini kwa sababu watu wamehakika ya kwamba ni mtu mwema ametoa maisha yake wakfu, basi vile vile ana ruhusa ya kuzikwa katika Bashti Makbara. Kwa hivyo Bahishti Makbara iliwekewa kanuni zile ya no. kwamba watu wawe wanachangia ndio pia waweze kupata kuzikwa pale no. lakini pia wawe ni wachamungu vile vile. Sawa sawa, lakini hata mwisho, hata kama ni hajachangia, lakini bado ana uchamungu mzuri na anaweza na pia akapata kuzikwa katika yale makaburi ya peponi maziara ya peponi, bahishti makbara hmm. Na mwalimu sahib, katika hali ya uchache, kuna hii mada ambayo ilizuka kwamba kuna huyu bwana mmoja maarufu ambaye umaarufu wake ulikuja katika hali ya kwamba anapinga Uislamu na pia anampinga Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake, ambaye ndio huyu bwana Alexander Dowie kuna habari gani ambazo zinamhusia huyu bwana katika tu hali ya uchache, ili watazamaji waweze kupata uh, habari kumhusu. Asante sana bwana mtangazaji. Alexander Dowie alikuwa ni mhubiri mkubwa wa Kikristo ambaye alipatikana kule Marekani, na huyu bwana alidai kwamba yeye pia alikuwa ni mtume. Na sidna Ahmad alaihis salaam alipopata taarifa hizi, alipata mazungumzo kufikisha taarifa zake kwake na huyu bwana alikuwa akitumia pia lugha ya kejeli na matusi kuhusu Uislamu na Sidna Ahmad alaihissalam. Kama mtetezi wa Uislamu, basi alimuonya huyu bwana akamwambia kwamba naye hii lugha yake anaitumia, atakutana na mwisho mbaya. Basi huyu bwana naye akajibu kwa, kwa ile kejeli na nini, akasema kwamba yeye, kulingana na ile wasaa ambayo Mwenyezi Mungu amempa wa mali, ni kwamba licha umri wake kwamba alikuwa na miaka karibu hamsini na kitu, lakini alisema kwamba bado anakuwa kijana Yaani, licha ya miaka yangu mingi lakini bado nakuwa kijana wakati watu wengine wanazeeka, akijaribu kumkejeli Said Ahmad alayhi salatu wasalam. Basi Said Ahmad akafanya mubahala, akafanya maombi, akimtaka Mwenyezi Mungu kwamba aamue kati yake na huyu mtu kwamba mkweli alikuwa ni nani. Basi yule bwana na ile kibri yake, mambo yakaanza kumwendea vibaya. Tukumbuke kwamba alikuwa amejenga mji mzima Zion City ambayo aliujenga kwa alama kubwa sana lakini huyu bwana mambo alianza kwenda vibaya kiasi kwamba akaanza, akatolewa katika umji ambao hata baadaye walimnyang'anya, kwa sababu ilipatikana kwamba ni mji ambao umetokana na, na hela za, za, za ukora ukora. Huyu bwana alikuja hata akaachwa na familia yake, na magonjwa akaanza kumsonga, kila wakati akaanza kutolewa katika umji akipelekwa mwingine, ili labda hali iwe tofauti, lakini mambo yalikwenda vibaya mpaka watu wote waliokuwa naye waka wakamwacha wale wafanyikazi, akabaki na wafanyikazi wawili tu, ambao walikuwa wakimbeba ule bwana. Alikuwa ameposa kiasi kwamba hawezi kuinuka, wanambeba kama mbao tu, kitaka kumweka nje apate jua kidogo, akitaka kumtoa hapa apate hewa safi, huku wanambeba tu kama mbao, na baada ya wakati alikuwa anadondoka kutoka kwenye mikono yake kama mzigo pale chini. Kwa hivyo, bwana hali yake ikawa inaanza kuwa mbaya siku hadi siku, mpaka akaruka na kichwa akakuwa kichaa, ile heshima yote aliyokuwa nayo ikatoweka mpaka ikafika wakati akafariki. Huyu bwana alipofariki, ilikuwa ni nafasi ya kudhihirisha ule ukweli wa Sena Ahmad alaihi salatu wassalam, sababu magazeti mengi ya kimataifa yakatangaza hizi taarifa kwamba huyu bwana aliingia katika maombi na nabii na kutoka India na amekufa. Kwa hivyo yakatangaza kwamba yule nabii kutoka India ambaye alikuwa Sena Ahmad alaihi salamu amepata ushindi. Kwa hivyo, bwana mtangazaji, kwa ufupi hii ndio hali iliyompata huyu bwana Alexander Doi na hata majuzi tu si mbali sana ni kwamba hata hazur ambao tuko naye sasa hivi alikabidhiwa ufunguo wa Zion City. Ni kweli, ni kweli. Kwamba tulijenga msikiti wa jumuia mwalimu sahebu kule na na watu wengi walihudhuria kile kikao cha kihistoria cha kwamba ufunguo wa kiroho unakabidhiwa kwa Masihi aliyeahidiwa ili tushike hatamu kama wanajumuiya wa Ahmadia katika katika kuimarisha jamati maeneo ya Zion. Okay. Kwamba sio tu ushindi ulipatikana zama za Masihi lakini mpaka leo hii unazidi kuendelea kupatikana. Okay. Kwamba huyu Bwana Dowi anazidi kudhalilika hata akiwa mbele za haki vile vile. Okay. Na basi Mwalimu Sahib, tunaona kwamba tunaenda katika ile topic ambayo tulisema ni topic ya huzuni sana, topic ambayo inahusiana hasa na kifo cha Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake. Nipata kuona pale katika historia ya Masihi kwamba katika mwaka wa 1905 aliweza kupata ruya kwamba aliona chungu kisafi sana, lakini ndani ya kile chungu muna maji machache kama mafumba matatu vile. Na baadaye yeye mwenyewe Masihi akaifasiri ile njozi kwamba uh, kulingana na tabiri zingine ambazo alipewa na Allah eh, kwamba sasa hii njozi inaashiria kwamba bado miaka kadhaa sana yeye kuishi, ambao mi takriban miaka mitatu hiyo hiyo. Kulingana kwamba Masihi aliahidiwa bila shaka, alifariki mwaka elfu moja mia tisa na nane na njozi alipata mwaka elfu moja mia tisa na tano ina maana kumbe yale mafumba matatu ya maji yaliashiria kwamba bado muda mchache sana wa maisha yake hapa duniani. Lakini vile vile, vile, katika harakati zake akaendelea na mahubiri yake akaendelea na mikutano ya jalsa salana hadi jalsa yake ya mwisho ambayo alihudhuria binafsi ni hii ya mwaka elfu moja na saba, ambapo kumbe ilikuwa ndio muda wa mwisho watu wanajumuia kusikia sauti yake ile maarufu ya kisomi ya kihekma katika kikao kama kile cha mwaka 1907, na, na vile vile katika mwaka ule pia aliweza kutunga vitabu vingine eh, kitabu kama uh, Hakikatulwaha alikitunga mwaka ule 1907, kitabu kama Chashmai Marifa alikitunga mwaka ule ule elfu moja mia tisa na saba yani, kwamba licha ya kwamba alifahamu kwamba anakaribia kwenda kwa mola wake, kwamba akatetamaa, lakini bado aliendelea na juhudi za kiroho vile vile na kuimarisha jamii vile vile okay. Na mwalimu sahib, hebu tugusie sasa katika upande wa kifo cha Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake katika hali ya upana kidogo, ili kwamba tuweze kufahamu. Asante sana ndugu mtangazaji, ni kweli vile ulivyosema, ni ya kwamba Masihi Maud alaislam. Uh, kabla ya miaka mi, mi, kabla ya mwaka 1908 alikuwa na amepata hiyo njozi ya kwamba umri wake pengine ataishi miaka mitatu. Kwa hivyo mwaka huu wa 1908 tayari alijua kwamba mwaka huu ulikuwa ni mwaka ambao ulikuwa ni mwaka ambao pengine ni wake wa maisha yake ya mwisho kwa hivyo wakati ule jambo hili linatokea ndugu mtangazaji, huyu Masihi Maudha alah salam alikuwa bado anang'ang'ana na juhudi za kuandika vitabu ambao mradi wake alikuwa anang'ang'ana kutangaza dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo alikuwa amesafiri kwenda katika mji ule wa Lahori, kule alipokuwa anaandika kitabu ambacho ni Bengame Sulhu, ambayo alikuwa anaandika wakati ule kitabu Pegame Sulu, Pegame Sulu, alichoandika mwaka elfu moja mia tisa na nane mia tisa na nane. Sasa wakati anaendelea kuandika kitabu hiki, mara moja ak ak ak ak <clears throat> akapata ruya ama ufunuo fulani, ambao akaambiwa kwamba wacha kariri: arahilu thumma rahilu walmautu karibun, ya kwamba akapata ufunuo huu ya kwamba wakati wako wa kuondoka umekaribia wakati wako wa kuondoka umekaribia, wakati wa mauti wako umekaribia, wakati wa mauti yake umekaribia, umekaribia. No. Sasa wakati amepata ufunuo huu, si ya kwamba ulikuja mara moja ama mara mbili, hiyo ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa tano mwaka wa 1998. Sasa Masih Maud alaihis salam na wale waliokuwa pamoja nao masahaba wakaona kwamba kuna jambo ambalo liko hapa la dharura. Yule sahaba ambaye alikuwa naye bwana Jan akamshauri kwamba turudi kule Kadhiani. Masihi Maud alisema akamwambia kwamba tutaenda vile mwenye, tutaenda penye Mungu anataka tu tuende. Akajibidisha kuandika kile kitabu. Ilipotimia tarehe ishirini na tano akakamilisha ile makala akaweka kwa mwandishi ya kwamba sasa haya makala yamefikia hapa. Wakati ule ilikuwa ni kitu kama saa nane hivi, saa tisa, kama kawaida yake akachukua nafasi ya kwenda kupunga hewa kidogo, kutembea wakatoka waka na yule masahaba ambao walikuwa naye wakaenda kule kupunga hewa kidogo. Ndiyo. wakati wako kule, akatafuta kulikuwa na gari pale ya kukotwa, basi akasema kwamba angalau tutembezwe kidogo turudishwe. Wakawarudisha, alipofika kule, ilikuwa sasa ni alasiri. Wakati ule wa alasiri na Masihi Maud alaihi salam alitoa hutuba wakati ule hutuba yake ya mwisho kuhusu kifo cha Nabii Isa alaihi salam Baadaye, kwa sababu ya uchovu wa siku ile hile, Masih Maud alaihis salam, ilipofika magharibi sasa aliswali swala ya magharibi na isha kwa pamoja, na vile vile, unajua alikuwa sasa ni mtu wa makamu, miaka takriban sabini na nne ama sabini na sita ilikuwa ni miaka yake wakati ule. Basi wakaswali magharibi pamoja na isha na akapata chakula kidogo, kisha akapumzika, akaona kwamba aende ajilaze kidogo. Inasimuliwa na mwanaye uh, Mirza Bashir Ahmad ya kwamba alipolala alipo uh, huyu baba yake ambaye ni Sayyidna Ahmad alaihis salaam ikafika muda wa saa tano hivi usiku, sasa kukienda kuamkia tarehe ishirini na sita lakini saa tano usiku wa tarehe ishirini na tano akaamka kidogo, akaenda msalani, akajisaidia wakati aliporudi akaona kwamba wakati alienda msalani alipatwa na kuendesha kiasi. Aliporudi akaambia akaambia mke wake kwamba nimeenda kule kujisaidia, lakini hali yangu ni kama ninaanza kupoteza nguvu. Sasa mke wake akaamka akaenda kakaa pale kitandani wote, sasa wameketi pale na hali Masih Maud alaihi salam wameketi pale, sasa akaanza kumkandakanda miguu kiasi kidogo ya kwamba angalau awe na utulivu wakati ule anaendelea na hali hii, alipatwa tena na ile hali ya kutaka kwenda kujisaidia. Wakati alienda kujisaidia tena, aliporudi sasa nguvu zilianza kumuisha. Mtu wa makamu tena amepatwa na hali ile ya kuendesha sasa, akaanza kupata kidogo nguvu kumuisha. Aliporudi hata mara ya tatu, ni kama alipoteza nguvu na akaanguka pale kitandani pale. Sasa kidogo alianza kupoteza nguvu hata ulimi ulianza kukauka kiwango hiki ya kwamba sasa maneno yalikuwa yanatoka polepole sana, lakini wanasema kwamba neno ambayo lilikuwa linatoka kinywani mwake lilikuwa ni hii ya kwamba Mungu wangu, Mungu wangu mpendwa, liliendelea kutoka jambo hili naam. Hmm, mwalimu, sa katika hali ya kuendeleza habari hii ni kwamba pia tume muda umetwendia kisogo kidogo, sa labda pia ungefafanua kiuchache sana katika sasa naam, inasimuliwa ya kwamba ilipofika kesho yake sasa, ambayo sasa ni tarehe ishirini na sita wakati ule Masih Maud alisema ako katika ile hali ya garigari ya kwamba sasa amechoka kabisa. Jambo ambaye alikuwa anakumbuka sana huyu mja wa Mwenyezi Mungu ni ya kwamba wakati wa swala umefika. Aliambiwa kwamba naam, wakati wa alfajiri umefika, basi alianza kutayamamu ila asali. Wakati alianza kusali, alizimia akapoteza fahamu kabisa. Wakati aliporudisha fahamu akauliza tena wakati wa swala. Unajua, sasa wakati amezimia, amerudi, akauliza kwamba wakati wa swala walfajiri umefika anaambiwa kwamba umefika. Sasa wakati tena alianza kusali alipoteza fahamu, na aliendelea katika hali hii, lakini ilipofika saa ine za mchana hivi. Sasa hali ilikuwa mbaya sana hivi ya kwamba umulmuminin alipoona hali hii akasema kwamba e, Mwenyezi Mungu huyu anatuacha lakini e, Mungu usituachi. Baadaye kidogo kama saa ine na nusu Masihi Maud Alaihis Salam aliitwa kwa mpenzi wake na akaitikia, ili mradi ya kwamba akakata roho na akaaga kitu kama saa ine na nusu hivi, tarehe ishirini na sita. Inna lillahi waina ilaihi wa wa rajiun. Naam, walimu wangu, karibuni sana katika mada ya leo na pia nimefurahi katika elimu ambayo mmeweza kutufikishia. Naam, basi mdogo mtazamaji, kwa kweli ni tukio la huzuni kwamba mwishowe masihi aliahidiwa aliweza kufariki, lakini vile vile pia kuna fedheha ambao walijaribu kuiweka watu ambao ni wapinzani, na Allah akaondoa fedheha ile dhidi ya masihi aliahidiwa, amani Allah iwe juu yake, na akazikwa mazishi ya heshima katika Bahishti Makbara. Kulingana na mda utakuwa ni mchache sana na basi, inshallah maelezo mengine tutayaeleza katika kipindi kifuatacho inshallah, na mpaka hapa tawaaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu khushnuma